Ni karibu tena na kwa haraka haraka, kwa ajili ya muda, labda tupate kauli zao za mwisho, tukianza na John Kamau kidogo amesema nimemnyima muda <laughs> ambaye ni mwenyekiti wa New Generation Aspirants, kauli yako ya mwisho siku hii ya leo. Yeah, nakubaliana na wenzangu ya kwamba wanaomba ya kwamba corruption especially ndugu yangu Chomba itamalizika Kenya ni ombi la kila Mkenya, lakini sio Ruto jamani, kama unaombia Ruto <laughs> hiyo ni kugonga mawe, itoke maji <laughs> na wacha na hiyo maombi ya Ruto, utakufa ukifunga na kuomba, lakini naamini ya kwamba corruption inafaa kuisha katika taifa la Kenya. La pili ni ya kwamba lazima rais wa Kenya apeleshe nchi ya Kenya heshima katika mataifa mengine. Tumechoka kuona ya kwamba tunadharauliwa na majirani zetu Wakenya, na maisha ya Wakenya haiheshimiki katika nchi jirani za Uganda na Tanzania. Katika hotuba ya leo, lazima rais aheshimishe nchi ya Kenya. Otherwise, atujua kwa hapo kufanya nini kwa sababu jukumu la rais ni kulinda maisha ya Wakenya na kuhakikisha kwamba sio wale ambao wako ndani tu bali nje. Mwisho kabisa ni kwamba najua leo atatuambia kwamba anatutoa hapa atupeleke first world. Ni sawa tutaenda first world, lakini mimi nataka kusema kwamba hatuwezi enda na gari ya rais. Ashauza magurudumu, ashabadilisha engine ya V8, ameweka Vitz. Na sioni kama yeye ndiye the right person kutupeleka kule because... Uh, twende kwa Javas. Asante. Na tarajia kwamba Mheshimiwa Rais katika hotuba ya leo ataweza kuzungumzia pakubwa jitihada za kuweza kufufua, kuimarisha na kurejesha uchumi kwa sababu Wakenya wangependa kuona na kusikiza kwamba jitihada yake inasukuma Kenya mbele, sio kwa Oh, maoni tu ya Wakenya ambao wako katika ngazi za juu, lakini kwa Mkenya wa kawaida mm -hmm. najua kwamba katika hotuba ya rais ataweza kupeana mtazamo huo mm -hmm. kwamba uh, kwa kipindi cha miaka mitatu kuna jitihada za kurejesha uchumi na changamoto ambazo zilizopo basi zitakabiliwa kwa njia fulani. Naam, haya kwa mama Esther kwa rakara e, natarajia kwamba rais awe na ule uwazi wa kusikiza kwamba kilio cha mnyonge kiko juu zaidi mm -hmm. akaweze kuwa ule mwepesi wa kusikiza mambo ya common mwananchi, kwa sababu anapokuwa kila mara anasikia anakashifiwa kuhusu hiki ama kile, asipokibadilisha, kweli itakuwa ni ngumu kwa mwananchi kukubaliana na matakwa ya, yake. Na kitu cha pili na cha mwisho ni kwamba rais, kwamba akaweke kipaumbele. Vijana wetu wanaumia zaidi, na wamama pia wanaumia zaidi, wanyonge pia wako hali ya uchochole akaweze kuzingatia kwamba aweke the right people ambao watakuwa wanazingatia yale ambayo wananchi wanasema, na wanyonge wale, tukaweze kuona wanaishi katika njia inayofaa. Naam. Changu cha mwisho ni kwamba ni kumrai rais wetu atoe hotuba yenye itaangazia biashara za rejareja kwamba serikali, ni vile nimesema hapo mbeleni, ni kwamba serikali isiangalie kuajiri watu sisi wabia, wanabiashara tutaajiri watu tukipewa nafasi ya kufanya kazi, kazi yenye inatupatia faida, kazi yenye hatusukumwi sana na mambo ya, ya, ya taxes na, na, na vitu nyingine za corruption. Tukipewa hiyo nafasi, out of the 7.2 SMEs in Kenya we can employ, sisi tunaweza ajiri kila mtu watu wawili. Tukishaajiri kila mtu watu wawili, tutakuwa tumeajiri 14 million new Kenyans, na tutakuwa tumepunguza kelele yenye unasikia katika taifa, ni kwamba watu wengi hawana kitu cha kufanya kufanya. Na as long as long watu hawana kitu cha kufanya wataishi kupiga kelele. Naam, so Dr. mtazamaji, ndio kauli za wageni wangu ndani ya studio. Niseme shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia mwendo wa saa nne na nusu hadi sasa saa saba mtazamaji. Kukumbusha tu ni kwamba mwendo wa saa nusu tutakupeleka moja kwa moja hadi katika majengo ya bunge ambapo mwenzangu Steven Leto na Emmanuel To na Melita Ole Tenges watakuwa huko wakiuletea taarifa moja kwa moja, kwani hii leo taifa litapata fursa ya kipekee ya kusikia tulipo na tuna poelekea na kubainisha leo na kesho ya nchi yetu. Nasema shukrani sana kwa muda wako mtazamaji, umekuwa nami. Lulu Hassan na kutakia utazamaji mwema. Kwa heri kwa sasa.